Ni katika kongamano lenga kuimarisha viwango vya elimu lilohudhuriwa na katibu katika wizara ya elimu Belio Kipsang ambapo masuala mbalimbali ya elimu ya shule za sekondari za awali na sekondari za juu yamejadiliwa. Juhudi za katibu Kipsang kuweka wazi mpango wa kujenga maabara elfu mbili ya kubuniwa mitandaoni yaani virtual zimepata pingamizi baada ya wadau katika sekta ya elimu kudai huenda hatua hiyo ikaleta ubaguzi miongoni mwa shule na wanafunzi to have connectivity, they need money to pay for the services. The government does not remit capitation to the very schools. Already the schools are on their knees. Where will the money come from to pay for this uh, uh, internet? Kulingana na Linet Kamadi, katibu mtendaji katika muungano wa Kuppet, serikali inafaa kuboresha miundo msingi katika shule ya sekondari ya juu sawia na kuweka wazi vipi shule mbalimbali zitakavyofanikisha vigezo vipya vya mfumo mpya wa kuendelea na elimu ya juu.

Katibu katika wizara ya elimu Belio Kipsang amesema maabara hayo ya virtual elfu mbili yatajengwa sambamba na mengine elfu moja mia sita kuanzia mwezi Julai. Kipsang hata hivyo, amesema kila shule ya sekondari ya juu italazimika kufundisha masomo ya sayansi ya jamii na STEM huku elimu ya masuala ya sayansi ya michezo ikiwa hiari kwa shule kufundisha wanafunzi. Each is because we want to optimize with the resources that are already there. There are teachers already in those schools. We have invested in labs in some of those schools. So we want to make sure that the investment that government has already done is properly utilized. Bonfas, Msangeruninga ya K24 Mombasa.